Majaji katika matumaini tuimarishe imani yetu kwa neno la Mungu na sakramenti. Heri, heri ya Noeli. Heri ya mwaka wa yubilei 25. Pole na heko ya hija ya msalaba wa yubilei. Karibu tuweze kufunga mwaka wa jubilei 2025. Nawashukuru sana kwa kuhudhuria kwa wingi, jipigeni makofi basi. Nawakaribisheni leo hapa kanisa kuu la jimbo la Mtakatifu George Kayanga tuweze kufunga mwaka wa jubilii 2025 yani, miaka elfu mbili ishirini na tano ya kuzaliwa mkombozi wetu Yesu Kristo. Mwaka huo uliozinduliwa Desemba ishirini na nne elfu mbili na ishirini na nne na Papa Francis kwa ufunguzi wa mlango mtakatifu wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro Vaticano jijini Roma na hapa kijimbo tulifungua jubili hiyo kadiri ya maagizo ya Papa Francis, Dominika ya 29 Desemba 2024, sikukuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, hapa kanisa kuu tukianza tukianzia parokia ya, ya mtakatifu Josefu mfanyakazi o Mlishaka kwa maandamano ya msalaba wa yubilei ishirini na tano mpaka hapa kanisa kuu la mtatu Georgi Kayanga. Na msalaba huo ni huu ambao ulisimikwa hapa kanisa kuu na kufanya kanisa kuu liwe kituo moja wapo cha hija kwa ajili ya kupokea rehema kamili. Huu kabaki hapa na mwingine ukawa ndio unafanya ziara maparukiani, viganguni, jumiani kwenye familia. Kwa hiyo inaopengeza sana kwa hija hiyo ya msalaba. Mwaka eh, huu wa jubilei 25 unafungwa rasmi kijimbo leo Jumatatu tarehe 29 Desemba 2025, kwa sababu ya mazingira ya kichungaji tulitakiwa tuadhimishe jana dominika ya Familia Takatifu, lakini basi ndio tukaweka leo kufunga mwaka huu wa jubilei tukiadhimisha misa ya familia takatifu ambayo baadhi yetu tulisali au tuliadhimisha jana. Kwa hiyo katika maelekezo, ndio tunaendelea kusali leo katika kufunga mwaka wa jubilei 2025. Tumshukuru Mungu. Tumeadhimisha vyema Jubilei 25 kwa njia tano zifuatazo: mosi, kwa kubeba msalaba wa mwaka wa jubilei na kuzunguka nao katika maparokia, vigango, jumuiya taasisi na familia zetu, ukituletea baraka na kutuimarisha katika imani yetu, katika ufuasi wetu, na katika ushuhuda wetu. Pili, tumeadhimisha kwa njia ya kuongeza bidii katika upokeaji wa sakramenti hasa sakramenti za uponyaji, kitubio na mpako wa wagonjwa, na kuadhimisha sakramenti nyinginezo za ubatizo, komunio ya kwanza, kipaimara, sakramenti ya ndoa wale waliokuwa na mapingamizi na vizuizi ndoa zao zimebarikiwa, wengine wamekuwa chini ya marudi wakaludia kupokea sakramenti, maadhimisho eh, ya neno la Mungu na kadhalika. Tatu, tumeadhimisha Jubilei ishirini na tano kwa kufanya hija katika vituo vyetu vya hija na kupata rehema kamili ya Jubilei. Vituo vyetu vya hija hapa jimboni vilikuwa vitatu; cha kwa kwanza ni hiki ni kanisa kuu la mtatu George Kayanga ambako kumesimikwa msalaba wa Jubilei 2025, tano. Pili, Kalvario Kayungu kwa heshima ya kutukuka kwa msalaba. Tatu, rudi Bugene kwa heshima ya Bikira Maria rudi na afya ya ugonjwa. tunashukuru Hei, mapadre na kamati zilizosimamia kutoa rehema kamili katika vituo hivyo, na vilevile vile, wakati msalaba unazunguka katika maporokia, vigango, taasisi na jumuiya zetu. Nne, tumeadhimisha yubilehi ishirini na tano kwa kufanya ziara za uchaji Roma. Hapa jimboni tuliwa session na kundi ikiongozwa na Mheshimiwa Padre Aristides Vumilia, tumefanya ziara ya uchaji katika vituo vyetu vya Hija Lodi Bugene tulipofanya kijimbo na kitaifa tarehe 11 Februari 2025. Pia tumefanya ziara Karvario Kayungu kijimbo na kitaifa tarehe 15 mwezi wa 9 2025. Tumefanya pia ziara ya uchaji na Mgongo Kampala Uganda kijimbo. Tulienda kundi kubwa tarehe tatu mpaka tarehe tano Aprili 2025. Tumefanya ziara ya utaji Nyakijoga Mungana, tukianza tarehe ishirini na tano Oktoba 2025 kwa hija eh, kwa matembezi ya isani kwa ajili ya ujenzi wa hosteli ya maujaji pale Nyakijoga matembezi ya hisani yaliyoanzia kanisa kuu la Bikira Maria wa huruma Bukoba mjini mpaka Mugana na kesi yake, tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi ishirini na tano tukafanya hija rasmi pale Nyakijoga tano tumeadhimisha jubilei 2025 na kwa matendo ya huruma na toba, ambayo ni saba ya kimwili ya huruma, yaani kulisha wenye njaa, kuwanywesha wenye kiu, kuwavisha walio wa uchi, kuwakaribisha wageni, kuponya wagonjwa kutembelea wafungwa na kuzika wafu. Pia matendo saba ya kiroho ya huruma: kuwashauri walio na mashaka, kuwaelimisha wajinga, kuwaonya wadhambi, kuwafariji wanyonge, kusamehe wakosaji, kuwavumilia watutendea mabaya na kuombea walio wa hai na wafu, na kwa njia hiyo kufanya ziara ya kwenda kwa Kristo akiwa ndani ya wagonjwa, ndani ya watoto, ndani ya wa wafungwa, wakimbizi, wazee, wapweke, walemavu yatima wajane na watu walio na changamoto mbalimbali za maisha rejea injili matayo sura 25 aya 31 hadi aya 36 kuhusu hukumu ya mwisho basi ni hapo walikeni kufunga umaka mwaka wa yubilei na kuhitimisha hija yetu, zera yetu ya msalaba. Safari kuanzisha safari nyingine, hija huanzisha hija nyingine. Tunapofunga mwaka wa yubilei na hija ya msalaba, sio kipindi cha kubweteka cha kupongezana wayukana msalaba hmm. <gulzaguloga> tokaayukire <gulzaguloga> muyanyo wange mama kwenda munayukyana <gulzaguloshing> mnapongezana <Mama>, <gulzagulga> safari ndio imeanza sasa, tulikuwa kwenye mazoezi ya namna ya kufanya hija. Leo ni maafari ninapohitimisha, hapo kazi ndio inaanza, ajira inaanza, ajira inaanza, kazi inaanza. Tuendelee kukumbatia hizo njia, maana sisi ni mahujaji katika matumaini daima Sio tu katika mwaka wa jubilii 2025, tuko mahujaji katika matumaini daima. Pia tuzingatie maandiko matakatifu na ya nukuu, maana hapa duniani hatuna mji wa kudumu, lakini tunatafuta ule unaokuja. Hija inaendelea kutafuta ule mji unaokuja wa Yerusalemu ya mbinguni. Soma waraka kwa Waibrania sura ya, ya kumi na tatu aya ya kumi na nne. Basi safari, kuanzisha safari nyingine, hija na ziara ya msalaba imeanzisha hija nyingine na ziara nyingine. Tuendelee kuchochea moyo wa hija kwa njia tano zifuatazo.